Umefanya biashara nyingi sana kiasi kwamba hauhitaji tena kusikia neno biashara, kwa sababu kila biashara uko unaifanya imefeli mikononi mwako, kutokana kwamba ilikuwa haina usimamizi. Upo kwenye ajira, unaanzisha biashara, unaweka mtu anakuwa hana uchungu biashara, ndio maana inakufa kabla hata ya wakati unapoanza biashara. Biashara pia ni kama mtoto, kwamba unapozaliwa anahitaji kuweza kupata malezi na uangalizi wa karibu wa mama na baba. Hivyo biashara yako pia unapoianzisha inahitaji usimamizi wa uwe moja kwa moja, ambao unakuwa una na na uchungu na hiyo biashara. Hivyo unapoweka msimamizi mtu mwingine ambaye anakuwa hana uchungu na hiyo biashara, inakufa ukiwa unaiangalia kwa sababu wewe hauna muda wa kutosha wa kuweza kuisimamia biashara. mm -hmm, hiyo mekua kisafiri mara kwa mara kila unaposafiri na biashara yenyewe inasafiri. Safiri ukisha safiri ndani ya wiki mwezi, ukirudi unakuja kuanza upya tena, hivyo imekusababisha kukata tamaa na kuona kuwa wewe na biashara, basi tena ajira ndo suluhisho lako la mwisho. biashara nyingi tu ambazo unaweza kuzifanya ukazifanya zihitaji usimamizi wako moja kwa moja, na zinaweza zikafanikiwa kuweza kukamilishia ndoto zako ambazo ambazo unakuwa uko nazo. Kama unahitaji kuweza kufahamu biashara biashara za namna hiyo, au nipigie nitakusaidia kukuelekeza biashara ambazo ni sahihi kwako za kufanya ukiwa kwenye ajira na ikawa na uwezo wa kuweza kusimama vyema kabisa.